Yes, mwana sawa sawa digital e, ikiwa maswala mazima ya uchaguzi lakini pia masuala mazima e, ya vyama kutokea hapa Tanzania yakiendelea kupamba moto na hii ni mara baada ya kila moja kuweza kujiandaa mwezi wa kumi kuweza kufanya uchaguzi na kuweza kuchaguliwa kama rais kama wabunge e, mawaziri na vitu vingine kibao katika mwaka huu wa 2025. E, sasa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman, e, Othman Masud Othman ameweza kuchukua fomu ya kugombea urais wa Zanzibar.

huku ae, akiomba wanachama e, kumpa ridhaa akiamini kwamba uwezo mkubwa alionao kuongoza Zanzibar baada ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka 2025. So ameamua kuchukua fomu lakini pia kuweza kujikutia nia katika swala so zima la kuweza kugombea e, swala so zima la urais. Sasa Othman amechukua fomu hii bana leo Aprili 14 mwaka 2025, ofisi ndogo za makao makuu ya chama e, Vuga mjini Unguja akishuhudiwa na viongozi mbalimbali mbali wa chama hicho cha cha ACT wameweza kumsupport lakini pia kuweza kumsindikiza katika swala zima la kuweza kuchukua fomu ili mambo mengine yaweze kuendelea. Sasa amesema hatua hiyo ya kuchukua kwake fomu imekuja mara baada ya kuona ipo haja ya kuleta mabadiliko ya kuiongoza Zanzibar na wakiamini kwamba chama cha ACT Wazalendo ndio mbadala wa kuiondoa CCM madarakani katika swala zima la uongozi wa kama rais na vitu vingine kutokea huko eh, Zanzibar. Eh, Bwana wataweza kumngoa Mwinyi pale alipo eh, itakuwaje? Sasa kwa upande wake naibu katibu wa chama hicho e, Zanzibar Omar Al-Shehe, Shehe e, amesema kwamba hamasa kubwa ya uchukuaji wa fomu kugombea nafasi tofauti tofauti za chama imeongezeka tangu kuanza kwa zoezi hilo la utoaji fomu na vitu vingine hivyo limekuwa ni kubwa sana, hasa katika upande ule wa e, Zanzibar. Amesema pamoja na kuchukua fomu kwake mwenyekiti huyo cha, wa chama cha ACT Othman Masud Othman, Othman ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar bado milango ipo wazi kwa yoyote ambaye anataka kuweza kuchukua fomu kuomba ridhaa ya kugombea urais kupitia e, chama hicho cha, e, cha ACT. Kuchukua fomu kwa mwenyekiti wetu hakuna maana ya kuzuia wengine, milango ipo wazi, kila mtu ana haki ya kuchukua fomu. So hata kama e, bwana mshikaji ameamua kuchukua fomu ili aweze kugombea urais kupitia e, chama cha ACT hajazuia uh, watu wengine kuweza kuomba, akimaanisha kwa uh, wanachama hao hao wa ACT ambaye anataka kugombea urais milango bado Wazi. So ukiweza kwenda unaweza kuchukua fomu na mambo mengine yakaweza kuendelea na masuala mazima ya uchaguzi yakaendelea vizuri kabisa ifikapo Oktoba, eh, mwaka huu 2025, lakini sisi kama Sawa Sawa Digital tutakuwa sanjari na wewe, lakini pia karibu na wewe kuweza kukupa habari kuhusiana a masuala mazima ya uchaguzi ya mwaka huu 2025. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kimaanisha YouTube, Facebook, Instagram pamoja na X, eh, kwa jina moja tu kama Sawa Sawa Digital.